Wiki mbili kabla ya wanafunzi wa sekondari ya juu kuripoti shule chini ya mfumo mpya wa CBE, baadhi ya wazazi na wanafunzi wanaonyesha kutoridhishwa na shule ambazo wametakiwa kujiunga nazo, baadhi yao wakisema kuwa hadhi ya shule walizopewa ni chini ya matokeo ya wanafunzi. Na kama anavyo tuarifu Emily Chebet, wizara ya elimu imesema wanafunzi zaidi wamechagua shule zilizo na uwezo wa wanafunzi wachache. Joshua Sapur kutoka kaunti ya Kajiado amekuwa akizunguka hadi afisi za wizara ya elimu jijini Nairobi, kujaribu kuelewa jinsi mtoto wake alitiwa shule ya ngazi ya kaunti ya C2 japo alipata alama ya juu inayomwezesha kupata shule ya kitaifa ya C1. Kulingana na Joshua, walifanya marekebisho lakini bado ikakataliwa. Kuna watoto wengine ambao walipata pointi chini ya ile mtoto wangu alipata, na ameitwa katika shule ya C1 kwa mfano, kuna mtoto ambaye amepata pointi hamsini eh, ama hata stini, na ameitwa katika shule ya C1. Mzazi huyo ameitaka serikali kueleza kinaga ubaga ni alama ngapi walitumia kuwapa nafasi wanafunzi. Ni mfano gani hii tunaonesha? Basi tunaambia wale watoto kwamba bidii katika nchi hii hailipi, haina faida yoyote. Mtoto leo anangojea. Mimi nimeenda mpaka hiyo Jogo House, nimeenda kule, sijapata usaidizi. Wazazi hao kutoka jijini Nairobi wamefika katika shule mmoja kaunti ya Machakos kuwatafutia wanao nafasi za sekondari ya juu. the problem ni mtoto aliitwa shule ya mbali ni Kakamega, so nimekuwa nikizunguka ndio nitafute shule, nikapata nikaambilia wengine iko na huko Misiani, imekuwa tala Wazazi pia wakiendelea kulalamikia ugumu wa kufikia mfumo huo. Tangu on 24 wakati matokeo yalitokea, tumekuwa tukitafuta shule, hatuta hatujapata. Tukikuja shule tunaambiwa system ziko chini, so imekuwa kama mzazi ni frustrations kwa mzazi hata kwa mtoto. Hata hivyo, wizara ya elimu imetoa taarifa kusema kuwa wanafunzi hao watapewa nafasi ya mwisho kurekebisha shule hizo, wakisema kuwa wanafunzi wengi walituma ombi kwa shule chache bora, changamoto ikiwa nafasi katika shule hizo. Kulingana na wizara ya elimu, wanafunzi asilimia 88 wamepata nafasi katika shule walizotaka. Emili Chebet, runinga ya yes Citizen.